Risala za rambirambi zikiendelea kumiminika siku moja baada ya kifo cha Papa Francis, maandalizi ya mazishi yake yameanza rasmi <todicansi> Makardinali wakuu wamekongamana Vatican kuhakikisha wanampa mazishi yanayostahili <todicansi> Kulingana na ratiba ya Vatican, mwili wa Papa Francis, ambao kwa sasa umesalia katika makazi yake ya Santa Marta alikoishi kwa miaka 12 ya uongozi wake, utapelekwa katika kanisa la St. Peter's Basilica hapo kesho saa nne asubuhi. Mkardinali Kevin Farrell alipewa jukumu la kuendesha maombi kabla ya waumini na wageni kupewa fursa ya kuomboleza Papa. Waumini wa Katoliki watapata fursa ya kuona mwili wa Papa Francis kuanzia saa tano asubuhi hadi usiku wa Jumatano, saa moja asubuhi hadi saa tano usiku wa Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa moja asubuhi hadi saa moja jioni. Okay. Mazishi ya Papa Francis yataanza rasmi saa ya nne asubuhi Jumamosi yakiongozwa na Mkardinali Giovanni Battista Ri. Mwisho wa sherehe ya mazishi yake Papa Francis utakuwa mwanzo wa siku tisa za kuomboleza kifo chake. Mwili wa Papa Francis utasafirishwa hadi St Mary Major Basilica huko Roma atakakozikwa. Hii itamfanya kuwa Papa wa kwanza kwa zaidi ya miaka mia moja kuzikwa nje ya St. Peter's Basilica. Viongozi kadhaa wanatarajiwa kuhudhuria mazishi ya Papa Francis akiwemo Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron. Samedika K24, Nairobi.